Nambwana mtazamaji, leo niko hapa kwa ajili ya kuletea update hii hapa, na hii leo bwana inahusiana na kitu ambacho Mwijaku ameamua kukiweka bayana baada ya kukutana na Diamond Platnumz airport, wakati anapanda ndege. Mwijaku bwana ameamua kuenda kumse, kusema ukweli kwa Diamond. Uh, Mwijaku ameamua amwambie aweke wazi kuhusiana na zile rumors ambazo zimekuwa zikisambaa sana huko mitandaoni kuhusiana na kwamba Mwijaku bwana tayari mke wake ameamua kumtupa, yaani mke wa Mwijaku amemwacha, yani Mwijaku, yani ameachwa na mkewe uh, moja kwa moja bwana Mwijaku ameamua kwenda kuzungumza hilo jambo bayana na Diamond Platnumz baada ya kukutana naye airport na kiukweli, ni moja kati ya vitu ambavyo vimefanya watu wengi sana wabaki mdomo wazi na waone kama vile kwa namna moja au nyingine, maana watu walikuwa wako speculative, wakiwa nahisi kwamba inawezekana hii issue si kweli kwamba Mwijaku kweli ametupwa na mkewe, labda ni kiki. Lakini kwa hivi jinsi ambavyo mambo yanavyozidi kuendelea, inaonyesha wazi kwamba kuna possibility kubwa Mwijaku kweli akawa ametupwa na mkewe. So nataka pousikilize kitu ambacho Mwijaku amekizungumza baada ya kukutana na Diamond Platnumz airport, and then tuangalie baadhi ya pages zilivyokuja kuripoti pamoja na maoni ya wadau mbalimbali huko mtandaoni. Ndugu <tfiel Music> <tfiel Music> yangu nimeachika. Unalishauri nini?

Ya yeah, so hivyo ndivyo mambo yalivyo, na huo ndio ushauri wa Diamond Platnumz kwenda kwa Mwijaku baada ya Mwijaku kwenda kumwambia Diamond kwamba yeye yeah, yeah ameachika. So baada ya hapo, ni kwamba moja kwa moja peji mbalimbali zimekuja kuripoti kuhusiana na ushauri ambao Diamond ameutoa kwa Mwijaku baada ya Mwijaku kuweka bayana kwamba mkewe amemuacha, yani ameachwa na mkewe. Kuna peji hapo ameandika kwamba bwana, huu ndo ushauri wa Diamond Platnumz kwa, eh, kwa Mwijaku baada ya ndoa yake kuvunjika. Lakini pia kuna peji nyingine hapo wamekuja wameandika kwamba bwana, Diamond ndiye akimwombea Mwijaku msamaha kwa mkewe halisi. Hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana. Lakini hapa wadau mbalimbali, of course, kama ilivyokuwa kawaida, watu wamekuja kuweka maoni yao baada ya hili kutokea. Kwa mfano hapa kuna mtu ameandika please, shemu ukikaa vibaya unapigiwa unapig. kuna mtu ameandika hivyo. Kuna mwingine hapa ameandika bwana, Mwijaku kuzingatia sana hilo neno la, la Diamond alilosema mke wetu Uh, bwana Diamond Platnumz wakati anamuombea Mwijaku kumsamaa kwa mkewe, akasema kwamba bwana, mke wetu tunakuomba, na vitu vingine kama hivyo, so hilo neno watu wamelicot na wamekuja kulirudia hapa. Haya, kuna mtu mwingine hapa amekuja ameandika kwamba huyu jamaa bwana anatafuta kiki hana lolote na wala hatumsikilizi eh. Uh, kuna mtu mwingine anasema yani, hawa wajinga kweli, wanazadia hii kiki itaenda. Uh, wadau, nadhani huko kuna baadhi ya watu wanahisi kwamba hii bado ni kiki, lakini baada ya hayo yote at the end of the day Aa, ni kwamba moja kwa moja hapa, bwana, wadau mbalimbali wamekuja kushangaa kidogo baada ya kuona kwamba mke wa Mwijaku mwenyewe Alice ameamua kuposti kupitia ukurasa wake wa Instagram. Kuna ujumbe hapa ameuweka katika Insta story, baada ya haya yote yanayoendelea huko mitandaoni, kuhusiana yeye umhusu yeye pamoja na mumewe huyo Mwijaku. baada ya msamaha huo wa Diamond na wa Mwijaku, baada ya kwenda kumwomba Diamond amsaidia kuomba msamaha kwa mkewe, mke wa Mwijaku bwana amekuja kurespond, na alicho respond kiukweli eh, sio, hajatoa eh, jibu zuri. Yaani kwa kifupi ni kwamba mke wa Mwijaku ameweka msimamo, amekaza pale pale, e, yani amekomalia vile vile kwamba yeye na Mwijaku basi ha, lisi. Mke wa Mwijaku e, kupitia ukurasa wake wa Instagram hapa juu, katika Insta story ameandika kwamba ameandika kwa lugha ya Kiingereza, lakini utakutafsiria kwa Kiswahili ili uweze kuelewa nini ambacho huyu bidada alikuwa anamaanisha. Huyu Alice ameandika kwamba it hurts me to say this but I don't love you anymore, akiwa namaanisha kwamba kiukweli, hii inaniuma, lakini inaniuma kuzungumza hivi, lakini sikupendi tena. We have been through a lot too much hurt, amemaanisha kwamba bwana, tumepitia maumivu mengi sana, and I can't keep going with you, na ninashindwa kuendelea kuwa na wewe. I'm breaking up with you, yani naachana na wewe. I know that one day you will look back and realize that Uh, you realize that at this moment, you lost the best thing that you had ever happened to you, akiwa namaanisha kwamba e, bwana naachana na wewe leo, na najua kwamba kuna siku utakuja kukumbuka, utageuka nyuma, utakumbuka kwamba katika wa, kwa wakati huu umepoteza kitu bora zaidi ambacho kimeshawahi kutokea katika maisha yako. So hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana. Kwa mujibu wa Alice, mke wa Mwijaku, ameamua kuweka bayana kwamba yeye na Mwijaku basi, e, mahusiano yamekwisha, mapenzi yameishia hapo, na anaamini kwamba ipo siku Mwijaku atakuja atakumbuka, au atakuja atageuka, ataona kwamba ni wazi e, amepoteza kitu amba, kitu bora ambacho kimeisha kutokea katika maisha yake, ambayo ambaye ni huyu mkewe Alice mwenyewe. So hayo ni maneno ya Alice mwenyewe, amezungumza hivyo bwana kupitia ukurasa wake wa Instagram story mara tu baada ya zile video kusambaa mtandaoni, ziio zinamuonyesha Mwijaku akiwa yuko na Diamond Platnumz wakiwa wanajaribu kumwomba msamaha Alice. Yani, Diamond alikuwa anajaribu kumwombea Mwijaku msamaha kwa mkewe. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Na wewe pia bwana, ukiwa kama mdau, hebu tuwekee maoni yako bwana katika comment section hapo chini. Tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo tutakuwa tunaiona, lakini cha msingi zaidi bwana kwako ni kusubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.